Ombea sadaka sawa. Baba, jina la Yesu, naomba yeah, yeah, yeah. kwa ajili yeah. ya watu hawa ambao Bwana umewapa neema hiyo ya kuzuria mbele zako yeah, naomba Bwana kwa ajili ya sadaka hiyo yeah. Bwana ya Jumapili ya leo iwe sadaka ya yeah. yeah. yeah. ukombozi yeah. kufunguliwa katika yeah. kesi yeah. hii, na kuwafanya watu kuabudu wewe Bwana takatifu. Lakini Mungu, shughulika na kila mmoja mwenye hila na uofu

pamoja. Sawa sawa, ndugu zangu. Tuendelee kuonyesha ushirikiano. Hilo leo umetimiza wajibu kwa sadaka walau. Baada hapo kwa amani. Sawa. Leo umetimiza wajibu wako, Mungu akubariki sana det za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo